Tumekaa katika mkoa wa Tanga na wakulima wa Mwani na wanunuzi na wachakataji kwa pamoja kukaa chini na kujadiliana na kuona ni namna gani e, zao hili linaweza likaingia katika mfumo wa stakabadhi ghalani na kuhakikisha kwamba kila mtu ambaye yupo katika ule mnyororo wa thamani ananufaika, ya, ya kwamba mkulima apate E, ujira mzuri wa jasho lake, lakini na mnunuzi naye apate stahiki yake kwa ya juhudi ambazo anaziweka za kukusanya huo mwani kutoka kwa ukulima na baadaye kuchakata na kusafirisha kwenda nje ya nchi, nje, na tunatarajia kwamba tukiweza kutatua changamoto hii ya bei na soko Tanzania tutakwenda kuongeza sana uzalishaji wa mwani. Kwa sasa hivi Tanzania ndio ni, ni nchi ya kwanza Afrika kwa uzalishaji wa mwani, na kwa mwaka kwa ujumla wetu sisi pamoja na Zanzibar tunazalisha zaidi ya tani laki moja na nusu e. Kwa hiyo tuna hiyo fursa ya kuendelea kuwa ni vinara wa kuzalisha mwani, na tunataka nafasi hiyo tuendelee kuishika, tuongeze kwa sababu bado tuna maeneo makubwa, tumesema tunauo ukanda wa pale, lakini vilevile tuna maji ya kitaifa e, kilomita za mraba 1064 ambazo tunaweza kulima mwani kwa kutumia teknolojia za kisasa za kulima mwani katika maji yenye kina. Kwamba tunahitaji tuwawezeshe wakulima hawa waweze kuzalisha vizuri, waweze kuzalisha kwa ubora, lakini pia tunataka kuona namna ambavyo wanunuzi wadogo wadogo wanaweza kusaidiwa pia kuingia kwenye mfumo huu, ili mradi tuhakikishe kwamba mwani wote unaotoka katika maeneo haya unapita katika mfumo rasmi, taarifa zake tunakuwa nazo rasmi, lakini ukuibu, tunahakikisha ubora wa mazao haya unakuwa kwenye ubora unaotakiwa kwenye viwango vya kimataifa. Mimi kwa majina naitwa Zakaria Masao, ni afisa ushirika kwa Tanga. Sisi kama mkoa tuko tayari kuhakikisha kwamba E, mfumo wa stakabadhi ghalani unapata supporti stahiki wa kwa wadau wote, ili tuweze kuhakikisha kwamba e, kila mdau anapata kile ambacho anastahiki, wakulima wanapata bei nzuri, lakini pia wadau wote ambao wanaingia kwenye mnyororo wa thamani wanaweza kutekeleza shughuli zao na kuweza kupata tija. Kwa jina mimi naitwa Hemed Rashid Ali, ni mwekezaji wa mwani, nimewekeza hapa Tanga kama miaka mitatu au minne iliyopita. Hii itawasaidia sana wakulima kwa sababu katika muda huu na muda wote uliopita wakulima wanakuwa na malalamiko sana ya bei, lakini itakapokuweko stakabadhi e, stakabadhi e, galani ghalani, maanake ni kwamba kila mtu atajua bei iliouzwa na inauzwa huko mbele. Kwa hiyo itakuwa hakuna malalamiko, ni mzuri sana. Kwa jina anaitwa Fatuma, Fatuma Fue Juvi, niko sahari ya kijijini, cheo changu ni mwenyekiti wa mwani. Hii stakabadhi ghalani itatusaidia kwa so, sababu kwanza kitu muhimu tunachopata shida hivi sasa ni bei, ni bei, kila mmoja anakuwa na bei yake 1600 sasa tunauza 1800. Kwa hiyo tunaumia sana, lakini tukiweka stakabadhi ghalani tunavyoumia na tunavyosomeshwa, bila shaka naona tutapata maslahi makubwa na tutapata manufaa makubwa, tutakuwa na uwezo kusomesha watoto wetu, tutapata riziki ya kutosha, tutaweza kuwa na makazi mazuri.